yangu ya naenda kuanza digri elfu mbili na kumi na tano hapa, nikimaliza miaka yangu mitatu nakuwa pipa, naenda zangu nje. Lakini nakumbuka nilipomaliza chuo nikaambia baba, ehe, ulishaniambia niende nje, sasa ndo wakati. Kaniambia amna, utasomea hapa hapa na utarudi kwenye chuo kusomea. <laughs> na ulimuuliza kwa sababu gani amebadilisha maamuzi? Sijui mzee, unajua sijui mzee alikuwa anaamini elimu ya Tanzania sana. Elimu ya Tanzania ni nzuri. Nahisi alikuwa anataka na sisi tusome hapa hapa tupate elimu hii ambayo alipata yeye. A, alikuwa ni baba anayewadekeza? Hapana kwa kweli. <laughs>